Kijana mwingine wa Kenya alipigwa risasi na polisi katika maandamano ya kudai haki, na sasa wazazi wake wanalia bila msaada wowote. Lakini mchekeshaji maarufu wa Kenya, Erick Omondi, anasimama kama shujaa, akihamasisha taifa kumsaidia kijana huyu aliyejeruhiwa kwenye maandamano ya kupaza sauti dhidi ya uovu wa polisi. Je, tutakaa kimya familia hii kizidi kuumia? Karibu hapa Mizuka Media kwa habari zetu maalum, ambapo leo tutagusa moyo wa taifa. Boniface Kariuki ni kijana wa Kenya aliyepigwa risasi na polisi polisi alipokuwa akishiriki maandamano yaliyokuwa yakipinga ukatili wa polisi nchini Kenya, baada ya kifo kingine cha kijana aliyeteswa hadi kufwa kwa sababu ya kuchapisha ukweli mtandaoni. Katika kipande hichi cha video, tunamwona Erick Omondi akiwatambulisha familia ya Boniface Kariuki na huku akikemea ukatili wa polisi na kuonyesha mshikamano wa kweli. It's called Jonah Kariuki Nyambura. And this is the mother, anaitwa Susan Jeri Nyambura. Atuletea, pole, juu kijana wetu wako sawa na atapona, na atatoka hospitali Hospital. Susan Jeri Nyambura. I ni first, ya kwanza. First born. A first born. Mm. na sasa nataka mm, mu nisaidie uh, mm, na maombi mm. Mm. Kama unavyoona mama wa Boniface alionyesha uchungu, machozi, vilio na matumaini yaliyokatika kabisa, na aliomba msaada wa matibabu na msaada wa kujikimu. Tazama kipande hichi cha video chenye ukweli usiovumilika kabisa. Hai. Eh. Na namba yako? namba yangu ni 0726-116-292. Hmm. Hmm. Hmm. Na jina ya Mpesa ni? Jona Kariuki Kariuki. Hmm. Tumekula shida sana kabla afike hapo hmm. Hmm. Mesema ni asante na wale pia watasimama na sisi, tutaomba Mungu awabariki na asimame nao. This is their house. naoaaka Yeah. Hmm. kionyesho kidogo tuta So Erick Omondi hakuishia hapo tu, bali pia anaomba msaada wa kila Mkenya, kila Mtanzania, kila Mwafrika na mtu yoyote yule duniani. Angependa kufungulia familia hii biashara yoyote ili waweze kujitegemea na pia kupona kimwili na kiroho pia. We We're going to stand with this family. Team Sisi Kwa Sisi, uh, please send whatever you can. To my 10 bob, to my 5 bob, to my 1 bob, to my 10,000. God bless you. God bless you. God bless you lakini je, wewe kama Mkenya, Mtanzania au mwana wa Afrika utaangalia video hii na kuacha bila kufanya lolote? Basi tuungane kwa moyo mmoja tusaidie familia ya Boniface Kariuki kupitia michango, kushare video hii na kusambaza ujumbe wa haki kwa wana wa Afrika wote. Ee bwana mimi naitwa Rich Mizuka kutoka Mizuka Media, namba moja ni mimi, namba mbili ni mimi, namba tatu ni mimi, nne na tano na waachia nyinyi hapo. Ee bwana, e, tukutane kwenye video ijayo.